Zungumza moja kati ya wasanii ambao unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine waliweza kupotea kwenye game la Bongo Flavor. E, Chidi Benz atakuwa ni moja kati ya watu ambao pia wanaweza kuingia katika e, msala huo, ni kwamba e, pia kutokana na vitu tofauti tofauti kuweza kutumia, huenda ikawa ni madawa ya kulevya, lakini pia pombe, sigara na vitu vingine kibao. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mujibu tofauti tofauti wa e, vyanzo vya habari pia vilishawahi kukiri kwamba mshikaji huyu kwamba e, amekuwa ni mtumiaji sana wa madawa na kuweza kuathirika kwa namna moja ama nyingine na kuweza kufanya yeye kuweza kupotea katika swala zima la muziki. eh, najua kabisa na wasanii wetu akishaingia kwenye masuala hayo tu eh, kurudi kwenye form eh, eh, eh, eh, eh, unafikiri angekuwa ni msanii wa namna gani? Ngoma kibao ambazo aliksha kuzitoa kama nini malumbano nyimbo eh, nyingi sana ambazo pia zilikuwa zinafunza na, na kuweza kuelimisha. Sasa eh unaweza kusema eh, kampuni au unaweza kusema ni chama ambacho pia kiwa kina kinazuia masuala mazima ya dawa ya kulevya na vitu vingine kama hivyo. Kwa wale watu ambao wanakuwa wameathirika huwa wanaweza kuwachukua na kuweza kuwatibu eh, kuwa kwa namna moja ama nyingine kuweza ku, eh, kuwa kuweza kuwaweka sawa. Na eh, kampuni hii inafanya kazi sana ikiwa kule Dodoma. Eh, kuna mambo vitu vingi sana ambavyo huwa vinakuwa vinafanyika, lakini pia kuweza kusaidia watu ambao pia wanakuwa wanaathirika na eh, vitu kama hivi. Sasa ukurasa kupitia ukurasa wao wa hua, Instagram ambao ukurasa huo eh, unafahamika kama DC ambapo wameweza kupost video clip ya lakini pia ni mamlaka ya kuweza kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, ambapo anafahamika kwa jina la DCEA, ambapo yeye ameweza kushare video ya rapper Chidi Benz akionekana akiwa na afya njema mara baada ya kuweza kupambana na dawa za kulevya. Mshikaji anaonekana kabisa mwili umerudi, amekuwa bonge fulani hivi. Huko mnasema kuna bonge la dada, basi mshikaji amekuwa ni bonge la baba fulani hivi, mwili umerudi kabisa. Madawa ya kulevya yanaonekana mshikaji yameweza kuondoka kwenye ukweli wake na ameweza kuthibitisha kwamba atakuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia watashiriki mkutano wa kuweza kuelimisha kuhusiana na masuala mazima ya madawa ya kulevya ambao utafanyika, eh, kule mkoani Dodoma. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na wasanii ambao wanakuwa wanapotea kuhusiana na masuala mazima ya matumizi ya madawa ya kulevya, sigara, pombe, bangi na vitu vingine kibao ambao vinakuwa vinahusiana? Tunajua zote hizo ni dawa lakini zimekuwa zimetofautiana kwa viwango tofauti tofauti. Eh, bwana drop comment yako hapo utakuwa umefanya poa zaidi, lakini pia unamzungumziaje 20% na yeye bwana hawezi kurudi kwenye fomu au ndo e, jina lake limeweza kusababisha. Maana yake ni asilimia ishirini kwenye simu bwana, ikifika Chidi Benza anaonekana kabisa, kabisa, kabisa, mwili unarudi na kuwa bonge, na ataweza kushiriki katika mkutano ambao utahusisha watu wengi sana ili kuweza kuwapa e, elimu watu wengine ambao wanatumia madawa na hayo ya kulevya ya waweze kurudi sawa. Lakini, pia kukaa sawa katika ukumbi wa Jakaya Mrisho Kikwete unaopatikana pale kt jijini Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Drop comment yako hapo, utakometisha kinoma noma, subscribe channel yetu, utakuwa umefanya poa zaidi. Check out for this. Ciao